Watu kumi wanauguza majeraha katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Coast General, baada ya basi la kampuni ya Tahmeed walimokuwa wakisafiria kugongana na gari la abiria leo asubuhi. Kulingana na walioshuhudia, ajali hiyo iliyotokea mwendo wa saa tano asubuhi, wa wakati basi hilo lilipata hitilafu ya breki lilipokuwa likipanda mlima na kurudi nyuma na kugonga matatu iliyokuwa ikielekea Mikindani katika mapito ya juu kwa juu uh, ya Kibarani. Festo Mwasi alinusurika, anasimulia iliyojiri kabla ya ajali hiyo. Mwasi anasema breki za basi hilo lililokuwa likielekea Nairobi zilikumbwa na hitilafu na kusababisha basi hilo kurudi nyuma na kugongana na matatu iliyokuwa ikisafirisha abiria Mikindani. Ghafla nikaona kama mtu ameruka kwa basi, pia mimi nika decide nikaruka So immediately kuko na jamaa walikuwa wanakuja na boda wanaingia kwa line mali basi ilikuwa inakujia, lakini unfortunately like ilikuwa on their side, wakaruka basi ikapitana ile bodaboda. Mkienda pale kwa ile basi utapata bodaboda iko Iko chini ya basi. Manusura wengine wawili, Desmond Odinga ambaye alikuwa abiria na John Musioka ambaye ni kondakta wa matatu hiyo, ambao wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Coast General, wanasimulia kwa majonzi yaliyojiri. Basi ya Tahmeed hapo kando imetoka sehemu za juu ime lose control mwelekeo lo, ndo ikatugonga ika hiyo matatu yetu akuja kaingia nyuma kapiga impact, matatu nyingine alikuwa nyuma pia ikapiga enda kasimama kwa barabara ya reli huko. Tumeshtuka, tumeumia wazee, niko chini ya gari hata huko. Mwakilishi wa wadi ya Chani, Franklin Makanga, naye ameutaka halmashauri ya usafiri na usalama barabarani NTSA kuhakikisha magari ya uchukuzi yanaafikia viwango vinavyohitajika ili kuepuka na majanga kama haya. Afisa wa traffic, wala wa NTSA na wale wenye magari waweze kuwajibika kuhakikisha kwamba magari yao yameweza kufanyiwa kwa sababu kama hii ambayo tumeshuhudia hapa, haya ni maafa ambayo labda angeweza kuzuilika. Dorin Arange, Dira ya Magwiji.